Ni tumai langu kwamba mdau na mpenzi wa muziki hujambo na karibu tena katika makala zile fupi fupi za mambo ya kimuziki, na leo tunakwenda ku, um, kufanya mwendelezo katika kitu kinachoitwa mode za muziki, na tuna, kama modi saba, ambazo tutashughulika nazo tuta, lakini kwa leo uh, katika makala ya leo tutashughulika na mbili kwanza za mwanzo. Okay? na utatuelewa, um, uh, tunaposema. Uh, huenda utaelewa vizuri zaidi katika maelezo na katika uh, uh, vielelezo kwa sababu um, kama tu ambavyo katika mazoea mazoea tumezoea uh, kusikia major scale, kusikia minor scale, au au, uh, ngazi kuu na sijui ni ngazi dogo ile uh, minor scale. Uh, lakini utaelewa uh, <laughs> nina, ninakupa kwanza changamoto <laughs> ni kuanzishia na changamoto um, hakuna kitu kinachoitwa okay, <laughs> sasa nikisema hivo woo, woo. <laughs> Uh, utanielewa katika maelezo k okay. Uh, tuna uh, tuna modi yeah. Na zote hizi modi zinatoka kwenye kitu kinachoitwa major scale. Hizo okay. Ni modi uh, utaelewa nitakapokuwa ninaanza kueleza kwamba modi ni kitu gani. Unajua mod unaposikia mod um, ni kipimo uh, sasa ngoja tuende kwenye, ki, uh, kwenye kinanda hapa ili, ili uh, nikuonyeshe ambacho, ambacho nina, nina, nina nakwenda kufanya. Yeah, kinanda iki hapa <coughs> kinanda hiki kimeweka namba hapo uh, kuna moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, halafu alafu moja. Sasa hicho hiki -hi unachokisikia ndicho uh, tunachokiita uh, uh, major scale, au scale kubwa sawa. Ya, kwa hivyo ukisikia, ngoja nipige ka wimbo ka kale ka 135 35 eh, kwa kutumia beginner eh, kwa kutumia upigaji wa beginner. Okay sa yamamb Umesikia hiyo, sawa. Sasa hapo nilipokuwa napiga, umesikia nimepita na hivyo ndivyo, um, uh, wimbo ulivyoandikwa kwenye kitabu, sawa, zile nani zake um, na nimepiga vizuri kabisa kama uh, mtu anayeanza kupiga piano, sawa, na nimekuwa napita humu tu kwenye upe, um, hizi nyeupe, jinsi ulivyoona, hizi hapa ndio uh, zinaitwa uh, nini zinaitwa uh, hiyo, dio, hiyo ngazi inayotumia ndio inaitwa major scale na hicho kipimo ambacho nimekitumia kinaitwa uh, uh, uh, Ionian. Sasa ninaanza kwenda kwenye mod hii. Major scale wengine wanaita Ionian wanapozungumza juu ya mod, yeah? Sasa hivi vyote ambavyo unavisikia kizi ngazi ni mod, na utaelewa kwa nini zinaitwa mod na kwa nini nisema hakuna, eh, hakuna, hakuna kitu kinaitwa Uh, uh, hakuna kitu kinaitwa nini <laughs> kinaitwa minor scale. Ni kwa sababu um, ile, ile inaitwa minor scale. Ni major scale ambayo inaanzia kwenye, hat, kwenye, uh, kwenye hatua ya sita. Uta, tutafika kule, okay? hatua ya sita ya major scale fulani ndio imefanya mlio huo ukasikika ndio wanaoita minor, okay? Sasa leo tunaanza na hiyo major scale, hii ambayo ni Ionian. Ionian, ndio hiyo ambayo tumesema inaanzia moja, mbili, tatu, nne sawa mpaka pale, na inaanzia kwenye kitu wanakiita hiki hapa, kinaitwa first degree. First degree, nirudi apo kwenye kinanda. First degree ni, uh, ni hizi namba. Hii ni first, yani ni, ni moja okay. Uh, kuna, kuna nyingine itakuja hapa, itaanzia hapa, nyingine itaanzia hapa, nyingine itaanzia hapa, nyingine itaanzia hapa, nyingine itaanzia hapa, hapa, hapa, hapa, hapa unaona eh? Ya, na kadri tutakapokuwa tunaanzia sehemu tofauti kwenye major scale hii, utaanza kusikia nini? Utaanza kusikia sauti tofauti tofauti okay. Kwa hivyo ile ambayo tumeita uh, uh, uh, uh, Ionian au major scale ndio hiyo ambayo nimepigia wimbo huo sawa, okay? Kwa hiyo hiyo inaitwa Ionian au major scale ambayo umeizoea sasa, hiyo ndio hiyo, hiyo ndio kama, ndio kama mama wa kila kitu itakuwa inazaa vitu uh, uh, vingi. Sasa ngoja tuende kwenye, kwenye um, uh, hatua ya pili kwenye modi ya pili. Modi ya pili ni hii hapa ambayo inaitwa um, um, Dorian, okay. Dorian uh, hizi hapa nimekuwa ni, ni nazitafuta na, na tu mwenyewe yani um, uh, hii concept uh, au, au hii dhana hapa nimekuwa ni na, na vifuatilia tu mwenyewe hapa um, hii Dorian nimekuja kugundua ni B flat major. Kwa nini? Ngoja nikuonyeshe, tunaposema B flat major, ninaongea juu ya nini hapa okay. um, hii C si ambayo tunayo hapa iko hivi, ngoja nibadilishe sasa. Hii hapa umeona, nikiwa niki, napiga do hapo juu do, re, mi, fasolati, do sawa. Sasa ninakwenda nina kwenye funguo ya B flat nitaibadilisha hapa okay. Ngoja niende kwenye funguo ya B flat major. Okay. B -flat major ni hii hapa. Okay. B -flat major. Sasa angalia B -flat major, namba zimehama zime, zime, kwa hiyo namba ya kwanza imeanzia hapa ambayo ndio itakuwa do sasa. Okay. Kwa hiyo do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Angalia hii, hizo um, um, nina nyeusi mbili, nina moja na nne uh, uh, zingine zinabakia kuwa uh, nyeupe, zingine tunaziruka uh, nyeupe unasikia hiyo hiyo ni uh, B flat major okay. Lakini sasa ametuambia Dorian ya uh, ambayo ndio uh, uh, modi ya pili katika mtiriko wetu uh, tunatakiwa tuanzie hii kwenye hiyo scale, tuanzie kwenye mbili. Kwa hiyo tutaanzia hapa, moja mbili tatu, ndeke. Unasikia mlio huo okay. Nilipoanzia hapa Una, we, huo mlio unaofahamu. Nilipoanzia hapa, mlio huo ndio unaitwa Dorian okay. Huo mlio unaitwa Dorian na umegusa hizi um, um, nyeusi ya, ya, ya, ya nne na hii hapa okay? ya, uh, sasa hiyo Uh, tutaanza kuelewa baadaye kwamba hii miziki ya vijana ambayo tunaisikia inayotumia uh, uh, nani nyingi uh, uh, tutakuja kuona matumizi yake uh, ya, ya, ya hizi modi kwamba zinatumikaje hiyo, okay? Kwa hiyo hii ambayo nimepiga sasa inaitwa uh, uh, d, I mean, uh, I mean c Dorian. Kila mmoja niko naanzia hapo sawa. uh, um, kwa hiyo hii imekuwa ni ya pili Dorian. Sawa. Ile ya kwanza tulipoanzia hapa C ilikuwa ni C major, ilipoenda hivi yeah. Hii ambayo imeanzia hapa hivi hii ni Dorian, lakini uh, uh, ni C Dorian. Kwa hiyo kila kila muda niko naanzia kwenye C yeah? Na utaanza ku, um, um, um, kuanza kusikia hizo sauti baadaye tutakapoanza kuzi um, um, um, kwanza kuzitumia au kuanza kuzitafuta kwenye nyimbo, utaanza kunielewa kunielewa sasa okay? yeah. um, um, nimekwambia Dorian okay? Okay, na ile ya Ionian yeah. Sawa, sasa ngoja twende sasa kwenye kitu ambacho ndicho ni uh, uh, uh, cha msingi kwa kila ambacho, kwa nini tunajifunza hivi vitu nyimbo zetu zote ambazo uh, wa sabato wamezichagua kwenye nyimbo zile ambazo, ambazo tunaimba nyingi ziko kwenye uh, karibia zote tuseme, kwenye mfano kile kitabu kidogo, sijasikia wimbo minor mle ndani okay? yeah, um, um, karibu zote ziko kwenye major major, au hii kipimo kikuu. Um, tabia yake ni kwamba huwa, um, inaleta raha, inaleta furaha inaleta nderemo in inaleta vigeregere, wazungu wanasema bright golden eh, sunrise, uplifting. Haya yote ni sifa za hiyo Ionian okay? Ukija kwenye hiyo Dorian ambayo tumesema ambayo uh, inaanzia kwenye ni B major ambayo inaanzia kwenye uh, second degree uh, tabia yake inaanza kuleta hali fulani ya mawingu ya utusi utusi, hapo tuko tunazungumza um, athari zake. Sasa athari zake inaanza kuleta wanasema cool blue. Eh, inaanza kuleta green mist eh? Eh? Inaanza kuleta hali fulani ambayo um, um, inaanza kugusa hisia za watu kwa namna tofauti. Unaanza kwenda kwenye, kwenye, kwenye himaya hiyo hiyo, ni Dorian. Kwa hiyo, kila, kila mod ina, ina athari fulani kwenye, kwenye msikilizaji kwa yule msikilizaji au kwa yule ambaye hata kama ni wewe mwenyewe ndio unatumia ina athari fulani na hili tutaendelea nalo um, kwa sababu um, tutakapoanza um, tuta kuzitafuta kwenye nyimbo uta, utanielewa sasa ngoja labda nipige wimbo uh, uh, wimbo ule ule ambao ni ni msaheli um, ya, ya, ya, ya Sara nipandishe ni kidogo level eh? Eh? Ni, ni, nipandishe kidogo tu lakini napiga rahisi ingawaje nitatumia sasa nitaanza ku, um, kufanyaje uh, ku, uh, kuazima kidogo kutoka kwenye, kwenye hizi, hizi nani zingine kutoka kwenye, kwenye mod eh? Nichukue ni noti moja au mbili eh, umeona Dorian. Dorian, um, ame ameazima noti mbili nyeusi eh? Nakumbuka hii. Hii na hii okay. Hizi zimeazimwa kutoka kwenye ile, ile meja okay. Na, na tutaona um, kadri tukavenda kule mbele tutaanza kuchukua baadhi ya vielelezo na, na, na kuziangalia hizi au na kuzitafuta hizi, uh, hizi mode wametumia mode gani hawa sasa? Hebu ngoja ni um, Uh, turudi tena ule wimbo ambao tulianza nao kule lakini ni azime uh, mode chache ni, ni azime note chache kutoka kwenye mode zingine okay? ule ule ambao ni saheli ya maombi ma, 135 katika vitabu vidogo. Nitapiga kidogo uh, uh, um, safari hii nitapiga kidogo uh, nikitembea nikitoka ile labda uh, bigina ambaye ana anaendelea kuendelea kidogo juu. Haya, oke, okay? So. <tune> Kwa hizi nyeusi ambazo nimeziingiza nime hazimo kwenye ule utaratibu, lakini nimekuwa najaribu kuazima baadhi tu ya noti chache kutoka kwenye modi zingine ili kuleta uh, hiyo radha ambayo uh, ni tofauti kidogo na, na, na ule utaratibu wa mwanzo na utaona inaathiri vipi ninapoleta mfano kama hiyo uh, uh, uh, hii hatuyaizungumza, lakini ni moja ya modi kutoka kule uh, kwenye, kwenye, kwenye hizo ambazo tutakuwa tukizungumza yeah, sasa. Inaathiri vipi na nanii, tutaenda taratibu kwa leo. Hebu um, tuishie hapa kwenye hizi modi mbili Ionian, na, na hiyo Dorian alafu tutaendelea tena. Uh, uh, makala ijayo na uh, mode zaidi. Mungu akubariki na uwe na wakati mwema hadi makala ijayo.